Asalamu As alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Shikamu mama, shikamu mheshimiwa Rais mama Samia Suluhu Hassan. Mama wangu, nimekuja mbele yako mimi, kwa majina naitwa Mwanaisha Isaac msekua, mama, nimtokea Bukoba, ni mkazi wa Bukoba. mimi ni mama yake na Jenifer, Jovin bili kuija almaarufu Niffer. Mama, nimekuja mbele yako kuomba msamaha kwa ajili ya makosa aliyotenda binti yangu. Binafsi mwenyewe sikuyapenda mama, ndio maana nimekuja mbele yako kumwombea msamaha, lakini pia najiombea na mimi na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima nije kuomba mama. Mwanangu nitegemezi katika familia yetu mama hatuna wa kumtegemea zaidi ya Nifa mamangu. Nifa ni mtoto mzuri tu, wengi mnamjua wa Tanzania, naomba mniombee msamaha kwa binti yangu. Sijui imekuwaje, ime ametetereka na rafiki mwanangu. Anakupenda sana, mwaka jana tu ameanzisha challenge ya Samia Suluhu suti na ikawa imekubalika sana, yote ni kuonekana ni jinsi gani anapokupenda na kukupa respect kama mheshimiwa rais wetu mamangu. Namtegemea mwanangu mama. Namtegemea wadogo zake wanasoma. Wa mimi sina kazi, sina kupoa hela popote. Mimi ni mgonjwa na umo mamangu. Tegemezi langu ni mwanangu. Ndugu zangu wa Tanzania naomba. Naomba mniombe msamaha wa vitabu. Niombe msamaha kwa mheshimiwa rais ndugu zangu. Amekosa yeye anatambua makosa yake naomba mnisamehe. Naomba mniombe msamaha na, na mimi pamoja na familia. Nimeagizwa na familia nzima mama, tunaomba huruma yako mama. Sina popote pa kwenda, sina msaada zaidi yako wewe mama. Tunakutegemea wewe tu, hamna yoyote wa kutegemea sisi wa kumtegemea zaidi yako mama, hatuna pa kutoa msaada mama. Samia, naomba utusaidie mama, naomba msamee. Ni fanakosea natambua makosa yake, naomba utusamee, naomba utusamee mama.